Kwengineko, visa vya wizi wa dawa na vifaa vya matibabu kutoka vituo vya afya ya umma kaunti ya Taita Taveta vimeendelea kushuhudiwa, jambo ambalo limeendelea kulemaza shughuli za afya katika kaunti hiyo. Kisa cha hivi punde ambapo e, dawa na vifaa vya matibabu vya takriban shilingi laki moja vilinaswa ndani ya nyumba ya mhudumu mmoja wa afya katika hospitali ya Taita Taveta. ah, leo hii nimekuja na kwa ukweli hicho kitendo, hata ukiangalia ile speech yangu inauguration ilisema clearly on corruption, hatutapendelea. Maanake kuiba madawa ni sawa sawa kama kuua mtu, maanake ukiona watu wanakuja hospitali wana imani kubwa na hospitali, lakini wachache wanataka kuharibu jina la hospitali. Na kwa sababu hiyo, lazima tutatoa hatua kali kabisa kuwa ni mfano kwa wenzake na wengine ambao ko katika Different health centers. Naambia haswa management yetu ya hospitali akikisha imefuatilia kila staff ambaye anafanya kazi hapa ndani, kwa sababu huyu mama sioni akiwa ya peke yake, ako na group kubwa sana. Hiyo chane ni kubwa, maana hapo mali anaishi ni kichochoro, si rahisi uoni mtu akiingia. Kwa hivyo wito wangu ni kwamba hospitali yetu hii iwe makini na wafanyikazi wao.